Kwamba, wa wa sasa kama unaleta a new thing. Umemsikia amesema kuhusiana na kitu kipya, nimekuuliza unasemaje? Anasema ni una, sahihi si ndio? Unasema ni kitu kipya kwamba akikuongelewa wakati wa in chief na reply sindio? mm. Yes. Mr. Mpale. Yes. Mr. Mpale. Yes. Mr. Mpale. Sasa mwenzangu Jeremiah alikuwa anaeleza. Sasa mimi nakumbusha kimoja wa kuzungumza kwamba katika kuangalia mahakama iangalie vitu gani, kama wao wanaona sio public interest es wanaruhusa wana to kujibu what they say. mimi na take it kwamba huu ni kiongozi wa chama cha siasa uchaguzi na na constitution la section 8 national constitution. Kama haikuwepo mwanzo reply. Mm -hmm. Sasa the... sasa hatuendi hivyo akili. Yeah. Yaani huwezi ukasema kama haikuwepo mwanzo you are the officer of the court okay. Watu watu ambao hawajui kabisa vitu sheria wataona kwamba kumbe huwa hakuna utaratibu wa kisheria . Oh, Ukizo ukasiwezo ukazamini kusema kama haikuwepo mwanzo. You don't say so. Kama kama unafikiri wewe unataka iwepo you have to make the prayer mahakama i grant au i refuse, ndio useme sasa bkusema na kwamba anaelezea maana ya public interest katika kuangalia ni vitu gani mahakama natakiwa. Okay, na hicho nikumoja wako. Asante. Karibu Mpoki, karibu, endelea Mpoki. Umemaliza mwesh